Kaka kuona ni mnyama wa kipekee ambaye mwili wake umefunikwa na magamba kuanzia kichwani hadi mkiani, wakiishi maisha ya upole kwa sababu mara nyingi mnyama huyo si wa vurugu wala madhara kwa watu. Usisahau kusubscribe chaneli yetu ya Alute Media ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Licha ya kuwa ni wanyama wasioonekana mara kwa mara, kaka kuona wanapoonekana wanakuwa na mvuto na hisia kubwa katika jamii. Wengi huamini kakakuona ni mnyama anayekuja sehemu fulani kwa ajili ya kuleta ishara ya jambo fulani kwenye jamii, hivyo watu humwona kama mnyama wa kipekee sana na mwenye nguvu fulani tofauti na wanyamapori wengine. Kubwa zaidi ni imani na tamaduni za jamii husika zinazohusishwa kwa mnyama huyu, hivyo kuna mengi hayajulikani kuhusu namna wanavyohusishwa kwenye mambo ya imani na ukweli wa mambo hayo kisayansi. Ni wanyama ambao wana aibu sana na hawawezi kula au kuwa huru mbele za watu wengi au kwenye kelele. Hivyo ukimkamata kakakuona ni vizuri akarudishwa porini haraka. Kakakuona anaweza kuishi hadi kufikia miaka ishirini na ukubwa wake huanzia sentimita 30 hadi 152, huku uzito wake ukianzia kilo 1.5 hadi 33 mfuko wa wanyamapori Afrika AWF kupitia tovuti yake unabainisha kuwa kakakuona pia hutumia magamba yake kama silaha ya kujikinga dhidi ya maadui. Kwa mujibu wa tovuti hiyo, mtu au mnyama yoyote anapomkaribia na kutaka kumdhuru, kakakuona hutumia magamba yake kumbana, kwa kuwa yana uwezo wa kumjeruhi mtu kwa kumkata. Wakati mwingine, mnyama huyo adimu hutoa harufu mbaya na inayofanya baadhi ya wanyama wanaotaka kumdhuru kukaa mbali naye. Inaelezwa kuwa akiwa na mtoto, kaka kuona wa kike humweka mtoto wake kwenye mkia, lakini inapotokea hatari, mtoto huteleza kwenda chini kwenye mkia na mama yake kujikunja haraka kama mpira na kumfunika. Kwa kawaida, mnyama huyo hutumia muda mwingi wa mchana kujificha kwenye mashimo na kutoka usiku kutafuta chakula. Vyanzo kadhaa vinasema chakula kikuu cha kaka kuona ni wadudu hususani mchwa ambao huwapata kwa kuchimba kwenye vichuguu kwa kutumia kucha ngumu walizo nazo zinazowasaidia kuchimba na kisha kuwala kwa kutumia ulimi wake mrefu unaoweza kufikia sentimita 41. Makala iliyochapwa kwenye tovuti hiyo inaeleza kuwa ulimi wa kakakuona ni mrefu kuliko mwili wake na urefu huo humrahisishia kupata mawindo, chakula. Kwa nchi za Afrika, mnyama huyo amekuwa akihusishwa na masuala ya kiutamaduni kutokana na tabia yake ya kupenda kujificha nyakati za mchana na kumfanya kuwa adimu, kiasi kwamba watu wamwonapo huamini ni kiumbe wa pekee anayeweza kuwasaidia hata kutatua matatizo yao. Mwaka 2021, mnyama huyo alionekana katika kijiji cha Wami Sokoni wilayani Mvomero katika mkoa wa Morogoro. Kuonekana kwa kakakuona huyo lizua hekaheka na kila mwanakijiji kumchukulia kwa maana anayoijua yeye. Wanakijiji hao walitaka kumshika na kupiga naye picha, lakini wengine wakifika mbali zaidi kwa kumweleza matatizo yao ili yawatatulie. Zipo baadhi ya jamii ambazo kaka kuona anapoonekana katika mazingira au maeneo yao hucheza ngoma na kufanya matambiko ya kumzungushia unga na kumwekea maji, huku wengine wakimwekea silaha kama panga, mkuki au jembe. Pamoja na upekee wake na hata kujilinda kwake, kakakuona amejikuta katika kundi la wanyama walio katika hatari ya kutoweka kutokana na kushamiri kwa biashara ya nyama na magamba yake. Tovuti ya AWF inabainisha kuwa kakakuona anashika nafasi ya kwanza katika orodha ya mamalia wanaosafirishwa kwa magendo duniani. Shirika la Umoja wa Mataifa la uhifadhi wa mazingira limebaini kuwa kati ya mwaka 2000 mpaka 2019 karibu kakauona laki 9, walisafirishwa. Kwa upande mwingine, mwaka 2019, mamlaka nchini Malaysia ilikamata tani 27 za nyama ya kakauona. Tovuti hiyo inaeleza kuwa magamba ya kakauona yanaaminika kuwa na uwezo wa kuponya magonjwa kama saratani na kutoka damu puani. Hata hivyo, magamba hayo yanahusishwa pia na imani za kishirikina. Katika baadhi ya nchi za Afrika inaaminika kuwa magamba ya kakakuona yakichanganywa na magome ya baadhi ya miti hunazuia uchawi na mikosi. Mbali na hayo, yapo makabila yanayoamini kwamba kuonekana kwa mnyama huyo ni mkosi, kwani kunaashiria ukame katika eneo lao. Hivyo, ili kuepukana na jambo hilo, njia pekee ya kuzuia ni kumuua mnyama huyo. AWF inabainisha mikakati ya kulinda mnyama huyo na kuhakikisha uendelevu wa kizazi chake kwa kushirikisha jamii na kukuza uelewa kwa umma. WWF na washirika wake wanafanya kampeni mbalimbali kuwaelimisha watumiaji wa bidhaa za wanyamapori, kuacha imani za kishirikina na kuacha kuua mnyama huyo. Aidha, inafanya kazi na jamii zinazoishi karibu na maeneo ambayo wanyama hao wanapatikana kwa kuwapa mbinu mbadala za kiuchumi, ikiwemo kilimo endelevu kinachowafanya waache kuwinda wanyama hao walio hatarini ili kupata chakula. Kwa Tanzania, mrali wa uhifadhi wa kakakuona Tanzania TRCO unaweka mikakati na mipango mbalimbali ya kuokoa kizazi cha kakakuona na kukifanya kiwe endelevu. Katika kutekeleza miradi ya uhifadhi wa kakakuona TRCO kwa kushirikiana na chuo kikuu cha kilimo cha Sokoine, SUA kwa kufanya tafiti mbalimbali mbali juu ya utambuzi wa kakakuona, imani ya jamii kuhusu mnyama huyo, kuenea kwake na biashara dhidi ya mnyama huyo. Juhudi hizo za TRCO na wadau wengine zinaweza kuzaa matunda kuhakikisha uendelevu wa kizazi cha kakakuona ikiwa jamii itaelimishwa juu ya mnyama huyo, asiye na uhusiano wowote na imani za kijadi wala ushirikina. Usisahau kusubscribe chaneli yetu ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu.